Nyambizi au submarine ni silaha ya kipekee kwa sababu inatumia uficho tofauti na meli za juu ya maji zinazoonekana kwa urahisi. Nyambizi inafanya kazi chini ya kanuni ya usionekane, usisikike, lakini shambulia kwa nguvu. Hizi ni moja kati ya mbinu ambazo nyambizi huzitumia kumzuia au kumshinda adui. Ulinzi wa maeneo muhimu Denial of access, nyambizi hutumika kama mabausa wa baharini. Uwepo wa nyambizi moja tu katika eneo fulani unaweza kumfanya adui aogope kuleta meli zake kubwa kama meli za mizigo au meli za kubeba ndege. Mabomu ya kutegwa mine lane, nyambizi zinaweza kupita kimya kimya na kutega mabomu kwenye milango ya bandari za adui, bila wao kujua. Kutengeneza kuta za chini ya maji, nyambizi hukaa kwenye njia ambazo adui lazima apite, zikisubiri kwa uvumilivu kutoa pigo mmoja la kushtukiza. Vita vya kisaikolojia the silent treat. Hii ni mbinu kubwa zaidi. Adui anapojua kuna nyambizi kwenye maji lakini haoni ilipo, hulazimika kutumia rasilimali nyingi sana Ndege, meli, rada ili kujilinda. Hii inamchosha adui na kumfanya awe mwoga katika kufanya maamuzi ya mashambulizi. Mashambulizi ya kushtukiza, surprise strikes. Nyambizi hutumia silaha mbili hatari kumzuia adui, torpedoes. Torpedoes ni makombora ya chini ya maji yanayolenga sehemu ya chini ya meli Yaani kiunoni, meli ikipigwa huko huzama haraka sana kuliko ikipigwa juu. Cruise missiles, hizi ni nyambizi za kisasa zinazoweza kurusha makombora kama Tomahawk kutokea chini ya maji kwenda kupiga kambi za adui zilizopo nchi kavu maelfu ya kilomita. Ujasusi na ukusanyaji wa taarifa ASR. Kabla ya vita kuanza, nyambizi hutumika kama masikio ya jeshi. Zinakaribia pwani ya adui na kusikiliza mawasiliano ya redio, zinarekodi sauti za meli za adui, acoustic signature, ili ziweze kuzitambua kirahisi wakati wa mapambano. Jinsi inavyojificha isionekane: ili kumzuia adui, nyambizi lazima iendelee kuwa siri. Inafanya hivyo kupitia sonar ya kukusanya passive sonar. Badala ya kupiga kelele active sonar, nyambizi inakaa kimya na kusikiliza tu sauti zinazotokana na adui. Maji ya tabaka thermal layers: bahari ina tabaka za maji yenye joto tofauti. Nyambizi hujificha chini ya tabaka la baridi ambalo hupinda mawimbi ya rada hivyo kuifanya isionekane. Mfano wa kiufundi, kanuni ya Archimedes: ili kuzama na kuibuka, nyambizi hutumia mifumo ya matangi. Kuzama, inajaza maji kwenye matangi ili iwe nzito kuliko maji yanayosukuma juu. Kuibuka, inasukuma hewa yenye shinikizo kubwa, compressed air, ndani ya matangi ili kutoa maji nje, hivyo inakuwa nyepesi na kuelea. Hii ni HD 700. Je, ungependa wakati ujao tuzungumzie tofauti kati ya nyambizi za diesel na nyambizi za nuclear? na kwa nini moja ni hatari zaidi kuliko nyingine? Basi usisahau kusubscribe katika channel hii ili uendelee kuwa wa kwanza kupata video zetu. Tukutane katika wakati ujao.